ini ipo kwa hiyo asisimame mtu yoyote mahali popote ndani ya mkoa huu akaamini ana nguvu kuliko chama cha mapinduzi anajidanganya. Hatuwezi kuwa na utaratibu wa kutengeneza fitna, uongo, majungu, chuki, uzandiki, giriba na kutafuta sifa badala ya kukipa sifa chama. Na ndio maana huwa ninasema kwa kumaliza kabisa, mwenye makamu, haiwezekani mtu asimame Anasema mimi nimefanya. Umefanya wewe? Kwa hela gani? Hela imeletwa na serikali chini ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Kuna watu makamu wenyekiti wanapita kwenye miradi, anasema nimewaletea. Hujatuletea, sema aliyeleta ni nani? Nenda ukaseme Rais Samia ameleta, sio wewe umeleta, wewe umeomba pale yeye ndo akafungua pocha akamwaga hela ukajengewa miradi ya maendeleo sisiemuye. Ndugu makamu, nilipenda niyafafanue kwa sababu upotoshaji umezidi. Mimi mkuu wa mkoa nikienda ziara, anasema nimeletea barabara. Sijaleta barabara, Rais Samia Suluhu Hassan ameleta barabara. Kama ni shule aliyoleta shule ni daktari Samia Suluhu Hassan sio mimi. Kama ni maji, alioleta fedha za maji ni dokta Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tuweke utaratibu wa kumheshimu anayetushushia fedha huko chini, tusitoke sisi mbele tukajipaka rangi ya fedha, kumbe mtu wa fedha yuko wapi? Nyuma hatumtendei haki. Wangapi mmenielewa ananua mikono juu, namna hii si? sisi oye dokta Samia wewe. tunasema Samia mitano tena si ndio?